Shalom, shalom, shalom, mtoto wa Mungu kutoka pande ne za dunia naifurahia tena ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wetu asiyebadilika Mungu wa Yakobo. Kaka na dada, naweze kena madena sahiyi tayali meshanza wikende Unaamuka, wengine ni usiku, wengine ni alfajiri, wengine ni jioni, lakini kulingana muda uko nao, nataka nikwambia habari njema kwamba Mungu anagupenda, Mungu anagupenda. Kama unasikia ndani ya moyo wako Mungu anagupenda, sema amina. Maana yake upendo ni ule ule ambanenawusema kwa kumutoa mwanaye Yesu Kristo akakubali kutundikwa msalabani, ili anipate mimi nikistahili mbele zake, ili aweze kupata wewe. Alikubali kutundikwa badala ya kutundikwa mimi. Mimi ndiyo nilikuwa nimestahili kutundikwa msalabani, wewe ndiyo ulikuwa unastahili una kutundikwa msalabani kwa ajili ya maovu yangu na maovu yako, lakini deni letu lipiwa msalabani. Unakubaliana na hilo sema amina, sema amina. Maana kwa sababu Yesu abadilike, ndio maana. Kama unaamini kama Yesu abadilike, kaka na dada, bila kuangalia yale ambayo kuna yapitia, katika changamoto, katika taarifa umepewa, katika yale kila unaolipitia lolote na kulalika, bila kuangalia Ungana nami tumwambie Yesu asante. Ikiwa unapumua au unaweza kuongea, sema asante, sema asante. Tuombe. Baba Mutakatifu, Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo, katika jina la mwanako Yesu Kristo wa Nazareti, tazama mimi pamoja na msikizaji wangu tuna sababu ya kusema asante waongezeke na onwe, maana hakuna jambo lolote tumefanya nzuri ili mimi na msikilizaji wangu tuweze kuwa hivi tulivyo, tuweze kupumua. Hatujawazidi wale ambao tayari wamebadilisha majina na kuitwa marehemu, wale ambao tumepewa taarifa, wale ambao tunawafahamu, inawezekana ni ndugu, inawezekana ni rafiki, inawezekana ni familia, lakini yote baada, sisi tungali tunapumua hatujaitwa watakatifu ila ni kwa neema na fadhili zako, maana kuna mbao bado tujayakamilisha na unahitaji tuyakamilishe. Uongezeke nasi tupunguwe, na ndiyo maana tunanguka kifutifuti chini ya msalaba wako mtakatifu. Bwana Yesu, tunaleta mioyo yetu mbele zako tukiomba utuoshe na ututakase tufinyange tutagase tufuwe. Tunakubaliana na wewe Bwana Yesu, lewo tunakubali usogelea chini ya msalaba, mana chini la bomba lako. Bomba ni damu ya thamani ya Yesu. Bomba ni ile damu iliyotoka rwavoni, mani iliyomwanguka ikafanya amani mbinguni na duniani, hamboni sadake ya maovu yetu. Tufanye utakavyo, tuweke huru nase tutakuwa huru. Tutagase e Bwana Yesu ukisha tuweka huru, ukatujaze roho wako. Karibu Roho Mtakatifu, ukaniratibu uniongoza na uniwezeshe. Karibu Roho Mtakatifu, ukamfundishe mtoto wa kike na kiume kama umekusudia kumfundisha. Roho Mtakatifu, ninakuamini na ninakutumaini. Ukamganga yule anahitaji uponyaji, uponyaje, ukamfariji yule ambaye anahitaji ufarijika karibolo wa Bwana mwalimu, wafungue masikio ya ndani, masikio ya Roho, ili waweza usikia ujumbe huu na kuweza kuchukua mwamuzo na kuweza kukubaliana na wewe. Roho Mtakatifu tawara muda na saa hii, tawara mahali hapa. Asante Bwana Yesu akuweni mwaminifu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Basi ninaamini muda na saa hii unaenda kunena na mtoto wako, kama umekusudia kuweza kunena naye. Ni katika jina la Yesu Kristu wa Nazareti, nimeomba na kuamini amina. Shalome tena, mtoto wa Mungu kutoka pande nne za dunia. Kaka na dada, nende ukumbusha kwamba ninaendelea kwa kuandaa safari ya kuelekea Afrika, lakini ndio maana ninasema maombi yako ni muhimu zaidi, na wale tena unaendelea kuniombea, Mungu aende kuwabariki zaidi, wale wanaonifahamu na wale wasionifahamu, na yule yote anayetaka kuniunga mkono ili niweze kukamilisha safari hiyo, niweze upate uwezo wa kukamilisha tiketi wa kuweza kununua tiketi, basi unaweza kuwasiliana nami, nitakuelekeza mahala ambapo unaweza kutuma msaada wako. Mtoto wa Mungu, ujumbe wa leo, ujumbe wa leo unatoa katika Zaburi Zaburi ya mia na ishirini na tano nasoma mstari wa kwanza hadi wa pili, nami ninasoma kwa msaada wa Mwenyezi Mungu si Wanayemtegemea Mwenyezi Mungu wako kama imara kama mlima wa Sioni ambao autikisike, bali wabaki imara daima. Kama Yerusalemu inavyozungukwa na milima, ndivyo Mwenyezi Mungu awazungukavyo watu wake, tangu sasa na hata milele. Ninarudia tena, wanayemtegemea Mwenyezi Mungu wako kama mlima Sioni ambao hautikisike, bali wabaki mara daima kama Yerusalemu inavyozungukwa na milima, ndivyo Mwenyezi Mungu awazungukavyo watu wake tangu sasa na hata milele. Hilo ndio neno la Bwana. Amina. Karibuni mtoto wa Mungu katika utafakari wa neno hili, neno ambao inakuja utuongezea nguvu tena wewe ambaye umekubaliana na Kristo, wewe ambaye unakubali kama Yesu ni Bwana wewe ambaye unakubali kama Yesu amekufa Yesu amekuja akajifanya binadamu kwa ajili yangu na kwa ajili ya wewe aweze tukomboa katika utumwa wa dhambi sijui unaelewa kazi ya msalaba kazi ya msalaba au unaelewa kazi ya kufanyikia msalabani inawezekana bado ujaelewa Unaona, ni kawaida na ndiyo maana ninasema tafakari kazi ya msalabani iliyofanyikia msalabani. Juzi nilisema kwa nini tunaangayika, leo unaendelea kuangayika. Unaona kwamba Yesu aweza kukusamehe kulingana na yale ambayo unayapitia leo, kubaliane naye leo ni, tare, ni Jumamosi tare tarehe ishirini na moja mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na nane. Kubaliane naye uangalie, kama uangalie kama atakuosha, uangalie kama atakusamehe leo, kama una amuru kuacha yale ambayo amekufunga umefungwa na tama, umefungwa na roho ya, ya usharati, umefungwa na roho ya uzinzi, lakini unakubaliana naye Yesu anaweza kuweka huru, anaweza kuiondoa ile roho ambayo inawakisha moto ya uzinzi, inawakisha moto wa tamaa. Ile ni roho ya Ibilisi, ile ni shetani, ni jini ambaye inahusika na uzinzi inahusika na usharati. Unakubaliana na Yesu kaka na dada, ungari na muda, unawezekana maana siku zetu zilihesabiwa, zilihesabiwa. Inawezekana muda na saa hii ungari na muda wa kuweza kujirekebesha. Juzi nikasema, miili yetu ni kama uwa, maana uwa unaiona ikiwakawaka iki ikipendeza, lakini baadaye ukipita, unakuta imekauka, imekauka. Hivo hivo ndivyo miriyetu livyo, ni kama maua. Usishangae, unaweza kuniona leo, unaweza kunisikia leo, lakini baadaye ukasikia kwamba jioni, ukasikia kwamba tayari nimetolewa, Mungu amenichukua, usije ukashangaa, ni kawaida mana yake kwa sababu kila binadamu ameandikiwa muda, huduma yake kimalizika, naondoka. Lakini naondoka na, na muna gani? Naondoka na moyo gani? Nastahili mbele za Bwana, nastahili usema hodi, ninakuja Bwana Yesu, naomba nipumzike, nimeimaliza kazi. Kwa sababu kaka na dada, nataka nikuibie siri. Mungu atake kujua kama mimi ni mtumishi, Mungu atake kujua kama wewe ni mtumishi wewe ni mheshimiwa, wewe ni kiongozi lakini, anachohitaji kufahamu, haleluya, Bwana Yesu asifuwe sana, anahitaji kuangalia kuona ndani ya moyo wangu, nasimama mbele zake nikiwa na namuna gani, na sitahili mbele zake. Moyo wake, moyo wangu unamufurahisha, moyo wake unamufurahisha, una kaka na dada, na ndio maana tunaweza kucherekebesha mungu anawalinda wale wote wanaomutegemeya. Iki una ikiwe unamutegemeya, unawomba katika roho na ukweli, usiogope wala usifazaike katika hali yoyote unayoipitiya. Haijeshe maadui wamesimama juu yako, mikutani inafanyika usiku na muchana kuweza ukuwangamiza, kuweza ukuondolea ma ma madaraka, mana kuweza kushusha cheo, kuweza kuua lakini usiogope kwa sababu nalindwa. Ukisoma Zaburi ya selasini na ine mstari wa saba malaika wa Bwana ameamuriwa. Maana malaika wa Bwana na walinda wote wanaomucha Mungu na kuhakikisha na kwa kwamba anaokoa katika hatari atari. Kwa nini unaogopa? Kwa nini unakufa moyo? Usiogope kwa sababu ambaye umemwamini ni Yesu wa Nazareti, ni Yesu mwenye nguvu, aliyo na mamlaka ambaye anaweza kuponya wameona magonjwa sugu ndani yako, tengeneza maisha yako. Jana nilisema usiku wa manani, angalia Yesu, unaomba unaomba kila mara, unaona lakini mbona Mungu hasikie? Mbona Mungu hajepu? Lakini nikasema angalia, mawasiliano yako na Mungu, umesimama aje na mbele za mwenyezi Mungu, umeenda mbele za mwenyezi Mungu kikuwa namna gani? Maana Isaya Kitabu cha Isaya hamsini na tisa, ule mstari wa kwanza hadi wa pili inasema kwamba dusifikiri kwamba masikio ya Bwana ni viziwe au macho yake ni vipofu maana utuona, wana, haweza kutuona wala haweza kutusikia wakati tunapotenda maovu. Maana zambi ndilisababisha Mungu asituone asitutazame asisikie maombi yetu. Leo unaweza kuamuru kubadilika, unaweza kuamuru kusamehe Unaweza kuamuru kuacha maovu. Unaweza kuona ni kawaida unapofanya, lakini ile kawaida inamuzuia roho wa Bwana asipate nafasi ndani ya moyo wako. Kaka na dada, maombi yako asiweze kusikirika. Maana anakuja, anakuja kuta, maana inakuja kuta, inazuia, inatenganisha ule uwasiliano wa Mungu na binadamu kwa sababu ya maovu, lakini tukikubaliana na Yesu leo tukikubali kubadirika, tutalindwa tutakuwa kama mlima wa Sioni ambao uko daima uko imara daima. Mungu, kama vile maandike mesema kwamba kama vile milima maana mji wa Yerusalemu unavyozungukwa na milima, hivyo hivyo ndivyo Mungu anawazunguka wale ambaye wanamucha, wale ambaye wana hofu na Mungu, wale ambao wanamutegemea. Mara ambapo wanakuwa Mungu anatu, anakuwepo, anatembea pamoja nao, anakula pamoja nao, analala pamoja nao, anakuwa ndani ya gari pamoja nao. Unapokuwa popote, Mungu atakuwa pamoja na wewe, atakuwa adui wa adui yako atabariki na kukubariki. Kwani unakuwa na hofu na woga? maana yo, nasikia ujumbe huu uweza kusaidia. Unaweza kuamuru au kubadilika au kuanza kuomba. Leo amuru mbele ya Yesu, mwambie nimekubaliana na wewe Yesu, tundika maofu yangu msalabani, umekufa inua msalabani, ninakubali kuoshwa kwa damu yako leo. Nimekubali, nimeamuru kuacha usharati, nimeamuru kuacha kumsaliti mume wangu, nimeamuru kuacha kufanya uzinzi, kuishi katika maisha ya uzinzi na nimfuate Yesu nimutumikie, ni nikubaliane naye abadilishe maisha yangu, abadilishe familia yangu, abadilishe kila ninalofanya nipate mafanikio. Lodiya, maneno haya ambaye ninakuongoza, maneno haya wamba umekubaliana, umesikia ujumbe huyu, umekubaliana na Mungu, sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako mimi mtoto mpotevu nawomba nisamire sambi zangu zoti niizozitenda so ninazozifahamu ni na zirambal zosizifahamu so taja jina lako, mana nawomba ulifute jina langu ndani ya kithewu cha mauti, na uliyandika katika kitewu cha uhayi, kwa nsiya tarehe Jumamosi tare na moja mwezi wa sita mwaka elfu mbiri na ishirini na tano. Karibuni Bwana Yesu, muda wote ninoopakisa kuisha paukeneni. Karibuni ndani ya moyo wangu, uwe Bwana na mkozi wa maisha yangu. Amina. Amina. Amina. Ongera sana umekubaliana, umeyamuru kubadilika, umeamuru kumuludiliya Bwana, umamuru kanza kuwomba, umamurukuanza ya ibada takatifu, umeamuru kwenda malamba puna kuanza kuendelea kuomba. Ubarikiwe sana mtoto wa mongo. Ikiwa wewe ni mugonjwa na unaamini Yesu anaweza kuponya, unaamini hakuna jambo siyowezekana yesuagetaka inawezekana we ni tasa, inawezekana wewe kila mara mimbi na polomoka. Umekubaliana na Yesu, basi weka mukono wako wa kulia mara ambapo unasikia maumivu. Muweke hapo hospitalini, huyu ambaye ni mugonjwa, muweke hapo nyumbani, huyu ambaye ni mugonjwa, huyu ambaye amepata ajali, yule ambaye muda na saa hii akana ana, anasikia tumbi na uma mwili unawasha, ili aweze kukutana na damu ya Yesu. Tuombe. Baba Mtakatifu, Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo, katika jina la mwanako Yesu Kristu wa Nazareti, nasema asante kwa ajili ya neno lako. Neno lako inaleta nguvu, inaleta faraja, linatuongezea nguvu tena, maana tunaamini wewe, ambao unatuzunguka usiku na mchana, unatulinda. Na ndiyo maana ninamuombea yule mbaye muda na saa hii aka na hamwa anafutwafutwa ana maana mikutani imefanyika, wanamwazia mauti, wanamchimbia kaburi, wanamwazia kuanguka, wanamwazia kushindwa. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, naomba ushindi, maana kila silaha ambazo zimeundwa juu yake hazitafaa keto. Kwa jina la Yesu, wokoroboshira baka wokoroboshira baka wokondela bashira baka. Kwa jina la Yesu, na ponde la kuteketeza na tegua mitego ambayo wewe juu yako haijalisha, maana kumeandaliwa, lakini muda sa na sahihi na tamka juu yako kaka, juu yako baba, juu yako mama, kwa jina la Yesu wana sarete, haijalisha mmeza me sumu, haijalisha muda sa um, um, sa na sahihi. Mungu wako umefimba, mbona umetekwa? Muda na sahihi, na tangaza uzima na chia damu ya Yesu. Yesu akunyoroshe, Yesu akuponye, wala mbele pressure mpanda kwa shida matatizo wanayo yapitia, changamoto. Yesu gusa roho zao, Yesu watengeneze, finyanga upya rekebesha moyo wa mama yule, murekebeshe, murudishe hali ya kawaida kwa damu yako Yesu. Sante Bwana Yesu, ninaombea wale walio na kisukari wa, Yesu enda akwatengeneza. Yesu walekebesheye, watapopima tena wakuto wako sawa kwa jina la Yesu wa Nazareti, kwa jina la Yesu wa Nazareti, enda kuwagusa ambao ni wagonjwa wagonjwa wa sugu, magonjwa sugu, magonjwa ya kansa, magonjwa ya paralizi, kansa kwenye maziwa, kansa kwenye kizazi, kansa kwenye migongo, kwenye mwili na chini ya damu ya Yesu

lea kwa jina la Yesu, kutazinanguka ninachilia damu ya Yesu rewe, natamka uzima na uhai. Maana inawezekana umekaa muda mrefu hospitalini, lakini nasema hii ni siku yako. Natangaza nuru, natangaza ufunguliwa, natangaza amani kwa jina la Yesu wa Nazareti. Waguse walio wajazito, muda na sahiye, naombea yote leo. Wa mujazito haijaisha, umeambiwa mambo makubwa juu ya kiumbe kimu ndani yako, lakini nasema Yesu, rekebesha muda na sahiye, rekebesha wengu. Umewafanyizia operesheni viumbe vya undani ya tumbo, wakayenda wakuta wale kwa mepinga wamenyoroshwa, wameweka sawa na muda na sahiye. Huyo muda na sahiye ambaye ameamini ameomba pamoja na ameweka mkono wake ni mujazito, nasema linda kiumbe kilimo ndani yake kwa jina la Yesu wa Nazareti waliokuona promo... mimba zinaharibika kwa mawiki matatu mwezi miezi miwili au miezi mitatu, nasema muda na sahi ile roho roho ambaye imezuia kumeza damu ife na kuteketea haina mamlaka tena juu ya kiumbe chako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, bariki watumishi wako Tawala, wanayitaja musada wako wanayitaja kazi wanayitaja kuolewa wanayitaja mumemuwema wanayitaja mukemuwema. Yesu, wewe ndiye unaukutanisha wale ambao unataka naunganisha unganisha, unganisha basi na unookuliliya waliyomba msada wametegemea wewe na ninaamini na wewe Bwana Yesu utawapa ubavu wao kwa jina la Yesu wa Nazareti. Sante Mungu, bariki mumoja bada mwingine. bariki kazi zetu tawala mawazo yetu, tawala fikiria zetu, tembea pamoja nasi, ule pamoja nasi. Kila tunaulifanya lote litawale wanawewe na likupe utukufu. Haya machache Bwana, endeeya kuyatimiza ndani ya watoto wako na ukamilisha kama umekusudia. Nami nimeomba na kuamini, ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Mtoto wa Mungu nakutakia weekend njema, endelea kuomba na endelee kutafakari ukuu wa Mwenyezi Mungu, usiogope wala usifadhaike, kulingana na yale ambaye unayapitia. Lakini naamini Mungu hajabadilika, tukiendelea kukubaliana na Kristo, na Kristo naye atakubaliana nasi. Yeye hajabadilika, ni yuleyule. Tukubaliana nena Yesu ambaye ametundikwa msalabani kwa ajili yetu. Tangaza, u, tangaza upendo, tangaza ukofu. Kwa sababu Yesu Kristo ndio wokovu wetu ambaye ametukomboa katika utumwa. Ubarikiwe sana, uwe na weekend njema, mtoto wa Mungu. Mungu anakupenda, nami ninakupenda, tuzetikombeaniana na tena tafakaju ya mwisho wetu hatukatenda zambi kamwe, amina.